Ni Iringa mjini maeneo ya Isakalilo na kuletea kituo cha mafuta almaarufu sheli. Sheli inauzwa, sheli inafanya kazi, sheli inatengeneza faida. Sheli ina pampu tatu, kila pampu ina nozo mbili. Kwa tenki zake za mafuta, dizeli ina uwezo wa kubeba lita elfu 34 na petroli ina uwezo wa kubeba lita elfu 34 Pia ndugu mwekezaji, sheli hii utaipata kwa shilingi za kitanzania milioni 950, milioni 950. Hiyo utaambatanishiwa na viwanja vingine viwili vinavyofuatana na hii sheli vyenye mahadhi ya viwanda pamoja na biashara. Viwanja vyote hivi pamoja na sheli vina jumla ya square mita elfu nane mia nne sitini na moja. Nyaraka muhimu zote zipo. Hii ni fursa, njoo uwekeze Chukua namba kwenye maelezo au profaili, nipigie uje ukague. Karibu.